What a moment hmm, kwa Simba Sports Club. What a moment hmm, kwa coach Edmita Pantev na ushindi wake wa kwanza ugenini, bao matatu kwa sifuri. Angalia pasi ya kisigino tam sana ya yeah, Soa Jonathan na kumaliziwa vizuri sana na Keb Dennis Prosper. Uh, Ramadhani Mbwaduke ya yeah, umeitimisha vyema, kwa sababu ukiangalia hapa, ile tukio la mwisho anachokifanya anachokifanya Soa kwanza amewakusanya amewavuta kifikra na kimwili walinzi wachezaji wa nsingizini Hotspa kiasi ya kwamba kampa nafasi kibu Denis Prospa yuko huru, lakini ukiangalia vizuri sio tu kibu mm, kulikuwa na mpanzu, mpanzu mligo na mligo wote walikuwa na uwezo mm, wa na kufunga mm, katika tukio ambalo mm, kwanza kuna uwezo binafsi hapo, nazungumzia alichokifanya Jonathan swa mm, bonge la pasi la kisigino ambao amewadanganya lakini pia timu ujue napokwenda kushambulia chana, lile goli lilivyofungwa, lakini namna gani wameenda kushambulia. Mpira ulianzia nyuma, kama unakumbuka vizuri, shamuka rabu hmm. alikuwa na mpira ambao ameingia ndani. Baadhi ya mashabiki najua walishtuka kidogo eh, anatoka eneo salama alafu anaingia ndani, ndo bildup ilipoanzia alafu kwa kasi wakaja kufika huku, namna walivyomalizia. Lakini mi kilichonivutia zaidi hmm. ambayo hapa, kongole kwa meneja Dimitar Pantev matola, hmm. ni juu ya idadi waliokuwa nayo sure, katika eneo la mwisho na mm, uwezo wa kufunga asingefunga, kwa, kwa, kwa, kwa sababu ukiangalia hicho kibangala hapo yeah, wachezaji watano wa Simba mm, yeah, dhidi ya wachezaji wa watano wa nsingizini Hotspors yeah, wakati shambulio linaeka kutengenezwa uchana mm, na mchezaji mmoja yeah, wa Simba likopo ipo nyuma kidogo lakini yeah, ni 5 against 5 yes. Na, na unajua sababu ni nini? Mm, first half walianza na mshambuliaji mmoja kiasili yeah, ambao alikuwa ni yeah, Selemani Mwalimu Hmm, akibakia Mpanzu na Mutale kama mawinga ambao anamsaidia hmm. Lakini kipindi cha pili mwalimu alikuwa anacheza na washambuliaji wawili kiasili, kibu tunakumbuka tangu yeah. akiwa Mbeya City na kina Rashidi Mchelenga hmm. alikuwa anasimama kama center forward yeah. kuna nyakati unamwona akitokea pembeni kwa sababu ya uwepo wa strikers wengine Mkwala msimu uliopita Ateba na kadhalika. Kwa hiyo alikuwa na, wacha, na, na wachezaji ambao wana vina saba na, na, eneo la boksi takriban wawili ukimwongeza na Mpanzu ambaye alikuwa anafuatilia hii move hapa kwa ni faida ya kuwa na wachezaji halisi kwenye eneo la kushambulia kwenye idadi nzuri. Inawezekana mwalimu alikuwa anaona, kipindi cha kwanza nianze na mshambuliaji mmoja, ili niwe na utajiri wa viungo, wakati timu ikipoteza mpira tuwe na uwezo wa kukaba katika idadi inayotosha. Lakini second half, baada ya kugundua kuna maeneo tayari ameshaya ya overload, okay. tayari ameshachoka ya choka, tuende tukayashambulie na idadi nzuri ya wachezaji. Kwa hiyo unaweza ukaona, so alikuwa na nafasi hata ya kustrike eneo aliokuwa anaelekea, yeah. Lakini alichokifanya kilikuwa ni sahihi zaidi. mm -hmm. Hapa unachokiongelea ni kile tunasema team dynamics mm -hmm. mabadiliko ya kitimu ndani ya kiwanja kulingana na mawasiliano, yeah. Kama so angekuwa haskan, hawezi kutazama baadhi ya position, asingeweza kujua ule mpira anauweka katika mm -hmm. eh, tekniki ya mm -hmm. kiwango kile Small, small details pia hmm. So nilivyomjua mimi kwa nafasi ile yes. angetaka attempt hmm. kama utatoka kifungo huko huko hmm. Lakini kwa vovote, unaona kabisa kuna picha inajijenga ya kwenye uwanja wa mazoezi hmm. hmm. Wanapokuwa eneo lile, nini unatakiwa kufanya, kwa sababu swala la ubinafsi pale kwa mashabiki ya team. Yes, yeah. Kwa, kwa, kwa asili yake na nafasi yake hmm. angepiga ungetoka yeah. Na asingelaumiwa kwa sababu si namba tisa hmm. si lazima ufanye attempt ufunge lakini yeah. nini alichokifanya akafanya kile kilicho salama kwa sababu unaweza kukaa kwenye nafasi nzuri e, msomi hmm, lakini unampasia aliyekuwa katika nafasi nzuri sana, kwa sababu unaongeza nasibu probability hmm, ya kufunga. Ndicho alichokifanya. Kuna kuna ujumbe mwingi sana unakuja kwenye benchi la ufundi la Simba kuhusiana na bawe Sawa, kuna ujumbe mwingi sana ambao unakuja kutokana na Simba kutokana na bao hili, lakini baada ya hapo Simba wakaweza kufunga bao tena lingine la tatu. Ni yule yule kibu Dennis Prosper mkandaji akaweza kuizamisha bao la tatu kwa Simba Sports Club na bao lake la pili katika uh, mchezo wa leo. Hali ilikuwa ni kama hivi hapa, what a moment kwa Morris Abraham wate, kila pasi ambayo aliitengeneza, yani una piga pasi ambayo inakata mm. uh, walinzi mm. ya yeah, sababu ni moja. Nsingizini wamekamatwa kwenye midblock, timu ilikuwa inazuia na wachezaji wengi kwenye katikati ya kiwanja. Sawa, kabla, kabla ya ya, ya hii move hapa mm ukiangalia pasi zilizopigwa na kaga, kaga, Kagoma pamoja yeah. na Nabi Kamara kabla, pale kati, pa. eh, kabla ya kumfikia ukiona mtu mzima eh, <laughs> <analia ujue kuna jambo. laughs> yes, yeah. ukiona zile pasi walizopiga Kagoma na Nabi Kamara kabla ya mpira kwenda kwa Morris Abraham utaona Nsingizini walikuwa na wachezaji karibia watano kwenye kalekale kaeneo kale kale. Kwa hiyo zile pasi tatu ambazo walizipiga wao zilitosha kuua laini apo. yeah. yes. Yes. angalia apo Mtozi kama atastopisha mm. so, so. Hapo mm. Moja, mbili, tatu. Wachezaji watatu walishaondoka pa mm. Wanne na yule mm. na wa mbele watano, timu imebakia na wachezaji watatu, hawa ndo wanaolinda hapa mm. si kama unaona vizuri? yeah. Yeah. Angalia movement ya, movement ya Morris Abraham mm. Hapa Morris Abraham anaanza ku mm. nani anakuja kublock huu mpira mm. alikuwa anatoka midfield hapa kusogea juu ya mstari wa katikati, yuko nyuma ya mstari wake mm. wakibakia ni hapo tayari akawa ameua wachezaji takriban wawili, pasi imepigwa pakiwa pako wazi before ya goli. Lazima kiukweli kabisa Morris Abraham, kama bao la mama watu wanaweza sema ile milioni tano apewe yeye <laughs> kabisa, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo ni bora vinazungumzwa kwenye mpira mm. ukiachana tu mm. na tactics, mbinu, lazima mchezaji awe na teknik, yaani ufundi binafsi. Morris asingekuwa na ufundi binafsi, ule mpira ulikuwa 50-50 Mm. pasi yaliyowekewa yeah. na Nabi Kamara ilikuwa ni hamsini kwa hamsini. mm. nini ambacho unapaswa kifanya cha ziada? lazima uwe na uwezo binafsi, ndo maana akaua na mguu wake wa kushoto, lakini at the same time anaua ule mpira. Angalia macho yake yalikuwa upright, angalia ameyafungua ndio maana akaweza kuona na ukiangalia hiyo Muro pamoja na Mbwaduke baada na, na, na, ya na, na, na, na yes. kumramba chenga tu, moja tu, uh, kiungo wa Hotspors yeah. yes, hapo. ah. Angalia hiyo alipomaliza tu hapo hakufanya jambo lingine zaidi ya kupiga pass moja kwa moja tu kwa kipa Denis. ni, ni, ni mtindo wa kitimu ambao umeuona leo hii mm. Angalia kwenye tunasema zile small-sided games kwa maana ya vile vimchezo vyenye, kwenye visehemu vidogo vidogo vya mm. kiwanja yeah. uwanja ukiugawa huu unaweza ukapata visquare vingi vingi hata, hata kumi na tano vinaweza vikapatikana. hmm. Sasa angalia katika kila vile visquare ambavyo wanacheza mpira, vile viploti ndani ya kiwanja, mpira wa leo wa Simba unatembea haraka sana, wanatumia sekunde chache sana e kukaa na mpira kwenye eneo moja. mm. na ndo maana hizi movement unaziona. hmm. Kagoma Nabi Kamara Moris Moris, tachi yake ya kwanza ilikuwa ni kucontrol mpira. mm. tachi yake ya pili ni asisti ya goli. Watu wanaweza kuuliza kwa nini sasa kwa Simba hii na leo hivi <laughs> Aa, nafikiri kulikuwa kwanza kuna wiki takriban mbili hmm. E, kwenye ile break ya michuano ya kufuzu kombe la dunia ya FIFA hmm. na mwalimu alikuwa anaingia mpya kwenye timu hmm. Kwa of course kulikuwa kuna gap tunaweza kusema ni kama ka mini pre-season. Ka pre-season kadogo kanachopatikana ndani ya msimu hmm. ambacho wakati mwingine kanakuwa kana faida hiyo, unapata at least kundi la wachezaji kadhaa ambao hawajaenda kwenye national team hmm. kuinject falsafa yako kama mwalimu inaweza ikaanza kumachua kwa muda mfupi mm -hmm. kulingana na utashi wa wachezaji. Kuna wakati mwingine ikamachua kwa maana ya kuanza kutenda kazi na kuleta matokeo kwa muda mrefu, kulingana na utashi wa wachezaji. Lakini kwa kundi hili la wachezaji, ukifuatilia taarifa za ndani ndogo ndogo mm -hmm. kocha anazungumza mara kwa mara, ana wachezaji bora sana, sema walikuwa limited mm -hmm. walikuwa wanawekewa ukomo wa matumizi ya uwezo wao binafsi kulingana na mbinu labda za kocha na kocha ndio mm maana -hmm. Emedi Morocco, mchezo wao wa mwisho ambao alicheza dhidi ya Gaborone, uliona timu inakuwa too defensive, lakini leo imekuwa too offensive kwa maana anashambulia zaidi hata kwenye kikosi tu kilivyotoka, mm -hmm. kiungo mmoja wa kuzuia, wachezaji watano wote walikuwa ni wachezaji wa kushambulia kwao. Tayari nature ya timu ulianza kuiona kuanzia kwenye lineup. Sasa utekelezaji sasa wa, wa, wa, wa hicho kwa maneno ya execution, ndio hichi ambacho wamekuja kukidhihirisha hapa. Sasa hii ni sura ya kwanza msumi mm -hmm. ya timu ambayo leo imedominate mm -hmm tutaiona sura nyingine ya pili ikikutana na timu te -te yeah, ambayo pia inaweza kutengeneza nafasi nyingi against wao. Sawa Mbwaduke, bila kuwadondosha kuwadogosha nsingizini, Hotspors a wametupa aina gani ya football ambayo ukisema kwamba Simba pia wanapaswa kuwa makini, japo wamechalenjiwa, japo hawakufunga bao? Ah, kwa Simba ujumbe mmoja tu yeah, na leo hiyo ataka amekipata kwa sababu walichofanikiwa haya yote tunaona ni matunda mm -hmm. ya vitu vidogo vidogo walivyofanyia kazi mm -hmm. Singizine uspa miongoni mwa maeneo yao imara sana ni kwa, mm -hmm. ule nambari ishirini na nne, kila mara mlikuwa mnazungumza na Muro, tunazungumzia yes. Nkosingipile Shongwe, Shongwe. Shongwe. Mm -hmm. yeye ni biki mbili, yeye anacheza kama Kapombe, yeye wakati mwingine anakuwa kama Jonathan Soa katika timu ile mm -hmm. hata timu ya taifa huwa anamtumia sana mm -hmm. sasa leo alikuwa pindi na Mpanzo. Mpanzo mtu mwingine anavyomjua Mpanzo kwa kipimo chake. Sasa Mpanzo leo sijamuona, kumbe inatokana na utekelezaji wa mipango kazi ya kocha. Mpanzo alifanya kazi kubwa sana kwa sababu yeah, yeah, lile eneo hatari la Nsingizini katika upikaji mabao katika ku kuvuruga eh, mtindo wa kiulinzi wa timu pinzani upo kwa huyu Nkosingipile nambari 24. Yeah, matokeo yake walishikana n yani eh, Nkosingipile na Mpanzo. Kwa hiyo mpanzo kudribwa kibie mitaa kumi sijui haikuwepo kwa sababu ya yeye, lakini wakati huo nae akawa atembei. hmm. vivyo hivyo kwenye upande mwingine wa wa, wa wa kushoto. yeah. matokeo yake sasa nsingizini, kwenye timu za aina ya nsingizini hazii na hawa akina kibu Morris, anatoka anaingia huyu, wana sehemu chache za watu wakali. sasa mm -hmm. washashikwa yeah. kwao, matokeo yake aina yao ya mpira unakuwa umekufa, unaona hmm. walivyojipanga waliamini kabisa hmm. wanapata kitu hmm. ukicheza na wakubwa ukiwa na bechi la ufundi lenye ubora wa hali ya juu katika kusoma wapinzani, lakini pia ukiwa na wachezaji wa kuweza kuexecute kutekeleza mpango kazi wa kocha, ndio matunda yake. watakapokuja adui namba moja ya Simba kuna kitu complacence, mm. kujiamini kupita kiasi. Hilo tu ndo nalio na adui namba moja, kwamba wajue mechi haijaisha mpaka aishe goli tatu mm. wao ni wazoefu, washacheza na, na Jwaneng Galaxy. kuna msimu wakienda wakashinda mm. mbili bila, elfu mbili ishirini na mbili, wakarudi kwa Mkapa, mpaka mapumziko wanaongoza moja bila, okay. goli tatu wakakandikwa goli tatu. Sasa zile rekodi hizi zinaweza kawafanya mechi hii haijaisha, ikija wanaanza upya. Mbwaduke, uliona, yeah. Uli, uliona nini, kwa sababu nakumbuka wakati kabla game wa haijaanza yeah. Nilikuuliza ngavyovyo Mbwaduke yeah. Uh, kwa kikosi cha Simba Sports Club tunajua kwamba kuna asa hivi, kuna hamasa faida, bao la mama. yeah. Ulisema kwamba kwa kikosi hiki ambacho Mwalimu Dimita Pantev yeah. amekipanga, yeah. sishangai uh, mabao ma, mawili matatu, na kweli mabao matatu kuna kitu ambacho likiona au ile hamasa pia ya bao la mama ulikuwa unazungumzia pale mwanzo imeingia? yeah. Ujumbe ule au e, kile nilichokisema kitokana na muundo wa kikosi. Unaona kabisa kuna wachezaji watano wa kushambulia, kuna mmoja tu Nabi Kamara ambaye ndo analinda wanne, alafu tunamjua Kamara kwamba yeye mzuri sana katika kumuvu, yuko mobile kwa hiyo matokeo yake unaona kabisa Simba inataka mabao pengine katika malengo, mbali na yote na hizo hela pia ulizitaka, nilikwambia na ndicho kilichotokea. Lakini kingine mpaka hmm, ukaoji sasa, hii si hatari mwalimu, amejilipua huwa na kiungo mmoja wa kiulinzi nikwambia, watafanye kile ambacho unafanya mpinzani to play under the coach, kwamba asikose hiyo fursa ya kujenga hayo mashambulizi. Kuna goli mojawapo la Simba hapa limejengwa kutoka kwenye backline kule kwa kina Shamu Karabu. Sasa ukicheza kwa namna ufanya Simba ambapo unawapelekea una idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo lao, hiyo fursa ya kuanzisha mashambulizi wafikie inakosekana. Kwa hiyo hata uwezo wa kuwa kuja kuwa expose sasa walinzi wenu mm, unapungua, kwa sababu safari zao zinakuwa zinaishia maeneo ya kati. Hilo mm, ndicho nichokiona, lakini kikubwa mtaji mm, wa Simba ambao nimeona imebadilika leo mm, kwanza kwa direct sana, pasi nyingi lakini za moja kwa moja mm, lakini pili zile unnecessary dribbling kuzione kwa sababu uliona hapa alipopata Morris Morris, mm. simba ya sitaki kulinganisha sana kuanza kukosoa, mm. alikuwa na uwezo sasa aanze ule ubinafsi u kusha laba mtu chenga mbele kwa upe, mm. mm -hmm. ilivyo hey, na klo, klo, klo, hapo. Klo, klo, klo, klo. kwa sababu uwezo huo anao Morris ange dribble leo. Nikuulize, umemuona mara ngapi? Mpanzo anadribu mpira, anakimbia yes. Kibu umemwona mara ngapi? Achana kufunga magoli mawili mechi naisha. Kibu tunemjua, mi sikumbuke amefanya dribling mm. ngapi kwa ajili ya kujaribu kwenda au, mm. au kapombe labda mm. Kwa, kwa hiyo ucha... kuna udhibiti wa benchi la ufundi you do, uh, una, unafanya hizo dribling, unakokota mpira kwa umbali mrefu pale panapohitajika, kwa sababu sio kwamba unapigwa marufuku, lakini rahisisha kazi.